Kutengeneza vimeng'enyo vya chakula kwa sababu chakula chote ambacho tunakula ili kimeng'enyo kinahitaji kemikali ambazo zinakuwa kama vimeng'enyo, sawa jamani? Yeah. Lakini pia inasaidia kutengeneza misishi, lakini pia protini inasaidia kujenga misuli pamoja na kurekebisha tishu zote ambazo zinafariki kwenye mwili wa mwanadamu, sawa jamani? Kwa hiyo tumeanza kwanza ilikuwa ni kundi la nafaka, si ndio? Hii ni kundi la nafaka. Kama umeamua kula ugali, utachagua labda chakula kingine kutoka kwenye hili kundi, si ndio? Labda utachagua mayai au utachagua dagaa au utachagua mayai, utachagua samaki au utachagua nyama, si ndio? Mpaka hapo kila hivyo vyakula vya kutoka kwenye hayo makundi mawili utakuwa na virutubisho vingapi? Viwili, si ndio? Ndio. Unakuja kundi la tatu. Ni vyakula vyote ambavyo ni jamii ya kunde pamoja ndia na mbegu zinazotoa mafuta pamoja na koko. Saa so, jamani eh? Kunde ziko nyingi, maharage na amini tunayo, njegere tunaamini zipo, soya, njugumawe, kunde zenyewe ndio jamani. Yeah. Ah, tukija kwenye mboga ambazo zinatoa mafuta karanga, mm. sizinapatikana Peteli, mm. au au zile tunasema mbegu za maboga pia sizinapatikana jamani. Mm. Tukija kwenye kokwa, nazi, nazi, nazi, nazi sizinapatikana, mm. Pia kundi hili pia na lenyewe na protini kwa kiasi kikubwa. Sawa jamani? Mm. Lakini utajiuliza mbona kundi la nyama lina protini na ile hapa lina protini? Kwa nini kila mara nitakuwa nimekula sana sana na nyama? Si ndio? Mm. Kiujuga, tuna protini za aina mbili. Kuna protini ambayo lazima itoke kwenye chakula, mwili hauna uwezo wa kuitengeneza, ndio. Na kuna protini ambayo mwili unaweza kuitengeneza, lakini utachukua baadhi ya visehemu vya protini kutoka kwenye, kwenye ile ambayo inatoka kwenye chakula. Sawa sasa, yeah. Kundi la nyama lenyewe lina asilimia kubwa ya protini ambayo ni lazima itoke kwenye chakula. Ni kila maraki, nitapata protini, ni kila nyama pia nitapata protini, basi okay, kwa sababu yana sana. Jamani. Yeah. Malaji, pia na kundi hilo lingine la nyama, dagaa eh? Yeah. Mboga mboga. Okay. Mboga mboga eh? Yeah. Au nyanya chungu yani tunakula ni kitunda. Jamani, Yeah. Mboga kile za majani tumezizoea kama figili, matembele, mchicha Si ndio jamani, mm -hmm. Alafu pia tuna mboga mizizi, mfano kama karoti, kitunguu. Sawa eh? Kwa ujumla wake, hizi mboga mboga zote, naamini kuna zingine ambazo tunakula kama mboga, alafu zingine huwa tunaamini kwamba ni viungo, kwa mfano kama nyanya, mtu anajua ni kiungo tu, au karoti ni kiungo tu. Mboga mboga zina madini na vitamins za kutosha sana, ambazo kazi kubwa hizi virutubisho, cha kwanza ni kuimarisha mfumo wa kinga wa mwili, sawa jamani, kuongeza kiasi cha damu, hasa kwa kina mama wajawazito Sindio, jamani? Yeah, yeah. Lakini vitamins zinasaidia kuimarisha afya mm -hmm. Yani, ya ngozi afya ya so, yeah, yeah. Kucha afya ya nywele ili na, na sawa so, jamani? Lakini mm -hmm. Matunda pia ni ya rangi aaan kila rangi ya tunda itaashiria ni kiasi gani au kiwango gani cha vitamini fulani na inapatikana. Kwa hivyo tujitahidi kula matunda tofauti tofauti, sawa jamani? Leo umekula tikiti, tikiti zina rangi eh, nyekundu ile ambayo tunakula, si ndio? Kesho unakula parachichi, ina rangi nyeupe au rangi njano. Utakula tango ndani, ile ina rangi nyeupe nyeupe nyeupe nye, si ndio? Eh? kesho kutwa utakula ndizi au utakula nanasi au utakula chungwa ambazo zina njana, sindio jamani? mm. cha msingi ni kuchanganya changanya matunda <coughs> ili tuhakikishe kila vitamins tumezipata, sawa jamani? Ndiyo. kila madini tumefanya nini? Tumeyapata, sawa jamani. Na kundi la mwisho ni mafuta salama kwa ajili ya kupikia. Tunashauri zaidi tutumie mafuta yanayotokana na nini? Najua kwa jamii yetu asilimia kubwa anapatikana mafuta ya nini jamani? yeah. Ndiyo, yeah, iso, iso. Simbio, eh? ya wanyama ni mafuta, lakini sio mazuri kwa sababu yale pale ina tabia ya kuganda, sawa jamani. Hata mm. nyama pia ukipika ikikua sio no, inavyoganda mm. hizo hizo, yale mafuta yakiingia kwenye mwili wa binadamu yanafanya nini, yanaganda. Kwa mafuta ambayo ni salama zaidi tunawashauri ingine <laughs> ni mafuta ya nini, ya yeah, alizeti. Najua kuna baadhi ya watu ambao mtano wanasema bana mboga kula chukuchuku, si ndio jamani, na tunaamini kwamba mafuta tupeke kwenye mboga. Mafuta pia jamani yana umuhimu, si ndio jamani? Tumesema mboga za majani zina madini na nini na vitamins, sawa lakini kuna vitamins zingine zenyewe haziyeyuki kwenye maji wala kwenye kitu chochote, zinayeyuka kwenye mafuta peke yake. Sawa jamani? mfano yeah, mzuri ni vitamin A ambayo hata watoto pia huwa tunawapatia wapi? Kliniki. Sawa eh? kwa hiyo mboga tusipike chukuchuku, tuweke mafuta kidogo, lakini yawe mafuta salama yale ya nini jamani ya sasa jamani, eh? yeah. na kitu cha mwisho ambacho hakipo kwenye makundi ni maji safi ya kunywa. maji safi na salama. Sasa jamani, maji yana umuhimu mkubwa sana kwenye mwili. Cha kwanza, yanasaidia pia mmeng'enyo wa chakula, si ndio jamani? Yanasaidia kucontrol joto la mwili, si ndio? yanasaidia kuondoa takataka taka na taka mwili, si ndio jamani, lakini yeah. tujitahidi sana kutumia maji ya kunywa mtu mzima inashauriwa walau kwa siku kunywa glasi ngapi, jamani? Glasi nane Mama ambaye ananyonyesha anahitaji maji kwa wingi ili kusije maziwa yatoke ya, ku, ya kutosha, si ndio jamani? Mtoto mdogo ambaye ameanza kula chakula baada ya miezi sita pia unaweza kama unampa vimaji ki kidogo baada ya kula, si ndio jamani eh? Na kitu cha mwisho ni utumiaji wa di, ya, wa chumvi yenye madini madini joto, sawa eh? Fahamu kuna wengine wao wanatumia na ni chumvi ya mawe, si ndio? Chumvi ya mawe kwa asilimia kubwa haijaongezwa madini madini joto, kwa hiyo tunawashauri kwenye paketi ina nembo kabisa ya TBS na imeandikwa iodized. Sawa so, jamani tunajua kazi ya madini joto inasaidia kuzuia ile ugonjwa wa nini wajahiyo. Hapo ndio package kubwa ya nini jamani, ili uweze kupata vimengenya vyote, ili uweze kupata virutubisho vyote, unahitaji kula vyakula mchanganyiko walau chakula kimonia, kimoja kimoja kutoka kwenye kila kundi. Kwa siku tunaamini mama mjamzito